Kadri mwanamke alivyopewa uwezo na Mwenyezi Mungu aweze kuendelea nao na aweze kutuongoza. Hatuwezi kuwafukuza kabisa katika jamii, acha watuongoze na wenyewe, acha washirikie washiriki katika maendeleo ya nchi yao. Inatuonyesha kwamba na wenyewe wanaweza vile vile. Hiyo rais wa Namibia kuweza kuchaguliwa ni kwamba watu wamekaa chini wakaona kumbe na wakina mama wanaweza. Lakini wakina mama kuweza wanaangalia mifano ya wa Tanzania mm, eh, wanaangalia mifano ya wa Tanzania kutoka kwenye umakamu wa rais sawa, kuja kuwa rais na ishirini na tano kuwa mgombea ugombea ambao mtu hawezi kuwa na, na matatizo nao kwamba uh, eh, mheshimiwa rais hawezi kupita, mm, eh, inaonekana kwamba momentum inaonyesha kwamba yuko vizuri. Niliweka kwenye nani WhatsApp nani status, niliweka picha yake nikaomba watu wa comment, nikafanya mm, pre elections, kila mtu ambaye atamwona ambaye anahitaji kwamba huyu mama aendelee kuwa rais 2025 aweze kuchaguliwa aweke kv. Nilikaa kama masaa mm, masaa kumi na mbili Nilipata watu elfu mbili mia nne ambao kila mtu aliweka v. Hii inaonyesha kwamba there is a huge momentum kwamba atapata nafasi hiyo mm. yeah. Pengine sasa, kauli ya katibu katibu wa itikadi na mweleze ni kauli ambayo inahitajika, ina ukiri kuwapeteleza kwa, kwa maoni yangu, ina depends sikudhani sidhani kwamba ile ni kauli kutoka kwa viongozi wa juu ndani ya chama. Sidhani kwamba ile kauli kutoka kwa viongozi wa juu, na unajua, katika mazungumzo vile vile inategemea mtu unazungumza nini na umeatua wapi. Lakini kama ni mimi ambayo nimesema yale maneno ambayo yule bwana alisema, ninaweza nikaamka kesho asubuhi nikasema, jamani, naomba samahani, mimi ni mwanadamu imeteleza, maisha yaendelee. Kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kuleta matatizo baadaye, sio leo, lakini katika siku zijazo. Yalikuwa ni maneno mazito sana, kwa sababu tunajua ule ugonjwa umeua watu wengi sana duniani na bado unaendelea kuwa kama mlipuko. Kitajitokeza, inaweza katokea kitu kingine, au watu wanaweza kufanya tu, kwa sababu yeye ameshasema. Kwa hiyo ikaonekana yeye aende akatoa ushahidi mahakamani. Kwa hiyo uchaguzi upo na wewe 100% na no. Trust me. Trust me. Trust me, uchaguzi utakuwepo, uchaguzi utakuwepo na ambao ni wanawasaidia kuwapa fedha na kutaka kuleta vurugu nchini, watu wa magharibi wataibika, uchaguzi Tanzania utakuwepo.